Zilimshinda fisi Jemi, mwanadamu nauliza, ntaweza? Kama mtaka vyote kwa pupa alikosa vyote, basi fungu langu la kukosa sola kupata. Niko njia panda ivi, cheusi ama cheupe kidogo ama kikubwa, kulia ama kushoto, niko njia panda. Mwembamba ama munene, mashariki ama magharibi, kusini ama kaskazini, niko njia panda, njia panda, njia panda

Njia panda njia panda nakosalta sehemu ya kwenda, njia panda njia panda njia panda nakosalta sehemu ya kwenda

Kama mtu vipi? anza kuzingua tena kwa hmm? vitu gani sasa unayoagiza? Sasa vitu gani? Oh, acha hizo bwana, ama vitu ya kizungu, alafu atakuharibu mwili wako. Mimi na utakauwa mwili wa kikolea fresh, sasa unataka anzakuwa tukunyama tena hapa, nani atakuwa anakubeba sasa? Poa, sikia ama mletee chips kavu hapo hapo. Umesema nini ile inaitwa ile? Donati. Eh, chukua donati moja mpe na sambusa kidogo e, mlete kama nilivyokuagizia hapo. Mbona ah, oh, baby nakuwa baby. Hivyo basi mchumba yamtulia basi vingine viko maskani. Alafu unani anaenda kupika kule, kama sio wewe sasa ukila ukashiba hapa, nani anaenda kupika sasa kule Alafu uh... ni kila kitu yani mi najua kila kila unachokipenda najua, alafu nimekuandalia kama gift Vipi, na kutosha hii, nataka kupeleke <t Banana> Bangladesh. Sawa mahabubu. Chuchu. Achana. Sogeza basi, oh, muuni akipenda anapenda kweli. Unataka nikudekeze vipi mama? Achama basi. Achama basi achama, wao wao wao. E, achama tena. Mwanangu, uliniambia utaenda kwa mamako. Ulienda? Ndiyo baba, nilienda. Alikufahamu mwanangu? Kwanza nilimkuta amekaa nikamwingia ndotoni. Nilimwomba akusaidia lakini alitoka na kukimbia. Nilipomfuata adui yangu akata kwa ndege. Nifata ndotoni naambia, uko wapi? haraka yako ni jaribu kwa meo. Acha hatumikie hukumu yake. Hukumu gani hiyo? Kujua kwako si tatizo, tatizo ni kwa kujuakusanit. wewe ni nani? mimi ni mtoto kama na naongeaje? Na mimi umentega mgongo, nigeukie. Okay, nione sura yako kweli. Mwanangu, nimekwisha bila kujua mateso nayapata, mutu hakuna akunahakuna basi. Mwanangu, chukua chochote uniue mwanangu, ili nipumzike. Baba, hata mimi bado nakuchukia. Naposema nikuue, mimi nitaishi vipi? Baba, wewe ndo tatizo. Basi baba, kama anataka kufa ngoja nimwambie jini Asila kwamba huyu anataka kufa, akuue Hapana mwanangu, hapana. Huyo jini ana hasira sana, akija mtapata adhabu kubwa sana. Sawa mwanangu, usifanye

Mwanangu, mwanangu, mwanangu njoo! Ma njoo ma, njoo mama, njoo mama, nisaidie mwanangu, mwanangu, njoo ma bora, mwanangu, nakuja, nisaidie, nisaidie mwanangu. Baba, unapo napo niona, nakuja hapa, nakuja kisiri sana. Jini asira akijua, atanipa adhabu kubwa sana. Nisaidie, nisaidie muna mzigo hakuna, mwana wetu unafeli mwanangu, mzigo hakuna. Sio, namaanisha masiala zama ndani kaite mzigo mwanangu. Halo. Yaani, mama letu anikwambia kitu chogangu, naomba unisaidie nitafanya nini mimi jamani? Hapana, eh? Mama Lecho, sio hivyo, mbona mikopo mingine huwa ninachukua na ninarejesha jamani, huu eh? mm-hmm. uh, kwani ungeweza kuni- ungeweza kunishinda kweli eh? yasingekuwa haya majanga aliyonipata haya. Hapana, tubebane jamani, eh? Nitaazirika mimi mwanamke mwenzenu. Hey. Naomba unisaidie, yaani hapa nilipo nimeisha changanyikiwa. Haya, ngoja kwanza, kuna kijana wangu hapa niongee naye, labda anaweza kanisaidia. Kijana habari nzuri, shauri mahaba nimetikia. hey, wito mwanangu, naomba unisaidie, unisamee. yeah. yote ambayo tumefanyiana nisamee mwanangu. hey. nami ni binadamu, nahitaji mwanangu mimi naomba unisaidie, nisaidie kala kiako kamoja. Yaani hapa nilipo nina matatizo makubwa sana nisaidie, mwanangu kimoja hapa, nisaidie mwanangu kimoja nini? Hapa nikicheki mfukoni nini? Gaga. pikeni o nikicheki ela nilionayo lakaningi mjini nikachukua vitambaa, si unachukua sofa la nyanya anaishi. Halafu ile hela yote kwanzia siku ile nimekufa kodi sijaichukua, yaani sijapata hela tena kutoka leo, yaani ungenipa yale. Nilijichangana, nilichukua mkopo, na mkopo mwenyewe hata sikufika nao hapa, yakawa majana. Sasa nitafanya Oh, oh. Au niuze tu visofa vyangu humo ndani, nitakutia basi. Wateja wa masofa wa wa, sawa, mimi nitakutafutia ya, wateja hao. Ko mm. mm. Sofa kama za watu wangapi? Kuna ya watu watatu, watu wawili, watu wawili, watu wawili. Sawa sawa, mm haya -hmm. Sami niende kwanza nikaemie Ah, ila mwache kuwa mnakopa sasa. Shida ni ya kupangisha wapangaji usiojiweza wanahela wanavihela vya kuungaunga. Huu nadhani ningepangisha hapa tajiri, ningemwambia tu nipa hapa laki tatu, wakanipa laki nne, laki tano, kodi ya nyumba ingeisha tukakatana huko huko. ah, bwana. Eh, nitakupa mimi nalesha jamani mimi nifanyije? oh, naona mpira tena

Afu unaanza kunikaba alafu masikani kwangu unajua mwanangu nimekuheshimu tu ile kindakindaki kwa vile wewe ni mwana oh, nanajua moja mbili tatu wewe unaamua kunikaba kabisa ile, ile mangengecha si ndio oh. oh, sikiliza mimi nishakupangilia mwenye umpira mwanetu hajafika mbali bado tumnani tumsololeshe, moja mbili tatu, kama ni hivi ni hivi, tujue kwamba pesa tunapataje? Mwana wangu mimi hata sikuelewi. Ni mwana wangu naona kama vile unamshia mama mzimu. Ah, sio kwamba unielewe, mwana wangu, sikia kwanza bonto hivi. Kwanza wewe mwana wangu, unapata wapi ujasiri, mwana wangu? Akuoga pesa nyingi, mwana wangu, kuna vikaji hapo, sema mwana wangu, afu kitu cha msera pesa zote zina mwana wangu, ukata tamaa ukiwa nje apandao utakutaka kujua njia panda, majanga mengi hutokea kwenye njia panda. Sana shindwa kuelewa, nifanyeje? Sijui, sielewi. Mwanetu, mwenyeo mpira hajafika mbali, ninavyokwambia hivi. unamjua leta mchongo mwanangu, jinsi anavyo. Oh, hivi unamuelewa kabisa mwanangu. Moyo unasumbuka teseka, nipo njia panda, akili po njia panda, sijui nifanyeje, moyo unasumbuka teseka

Oa? Ni tena mwanangu, mbona kama Oa? Isana is mwanetu Oa, sikia, sio kishamba, ila kuna dogo moja tulikuwa tunamfukuzia, katupiga mshindo Dogo dogo dogo dogo gani wewe, wewe wewe, tena tena mwanangu? Okay, mwanangu? Kum... mwanangu mwanangu mwanangu mwanangu, mwanangu. Hivi, hivi yani yani hata hata hata mimi mimi mimi simpati. Katupiga mshindo magetoni. Sasa oh. Eh? Wewe dogo kapita fulani, ni ile ya kula kwa nani nani kinyama. Sema nini kwamba majini kichwani ameshapanda afu nakuja kuyashusha. Au nikuchukue hata wewe? Huyu ni mwana, si ndio? O, ni mwana. Ila unajua nini? Huyo dogo kwa mdivu, mshindo. Ndio oh. Wapi mwanangu, hebu tuongeeni basi mambo ya muhimu hapa mwanangu, atieni na wewe dogo, na mimi hapa na wenyewe na harakati zangu. Hivi yani sielewi. Sielewi. Sikiliza nikupangilie. Huyo mshindo kapiga, mshindo. Yaani nikisema mshindo, mdivu, mshindo kweli, sio ile pina chepeleche nini sijui ile yetu yetu, ah ni mshindo kweli. Ndio ndio mwanangu. Oh salale.

Eh, kuna eh, bimkubwa mmoja tulimpiga kale kamshindo fresh, kabegi fulani hivi ile, yes, siku unakuja magetoni, tulimpiga bimkubwa mmoja kamshindo. Ila nini, sikiliza usabi mkubwa wako alipoa shilingi ngapi mwanangu? menye selanisiju milioni ishirini, si unaelewa tena mwanangu, milioni ishirini ndio? Eh, tayari mm. <gulia> oh. <gulia> au ninye, mwanangu, ni nyia mwanangu ni bora sielewi mwanangu, sikiliza. Ndio, unajua hii inaotaje? Ndio, unajua hii inaotaje? Ndio. Oh, hey, hii, hii ni mchicha wa mia mfuko wa mia mbili Mwanangu, manangu. Mwana, umeshaanza kuzingua, nimeshaona kabisa mambo meusi mna. o sikiliza, nadhani kama ndo hiyo milioni ishirini ndio bi mkubwa wako mwanetu, sisi tukuchane ukweli, kwa sababu wewe ni familia, wewe ni nyuki, we gang, tunakuchana ukweli. kama ni milioni ishirini ndio hiyo, tumempiga bimkubwa wako. ah, mshindo nashia tukapiga ile ile pa pa pa. Tayari. Mwanangu, mnaanzisha ugomvi wa oh, dogo mwanangu, na wewe unazingua ugombemwanangu, ushatupeleka kwa usha wa bimkubwa wako, tukamjua Uh, uh, so ah, no bi mkubwa wako kutuletea mwanangu usiku, yeah, yeah. sio, yeah. sio, sio kama kuwaletea usiku unaona, no, kabisa ameshaanza kuisaidi nyukigeni maingia kwenye anga ambazo dogo, tumekukaribisha kwenye kumbi, afu utaki kutuletea hizo. Sikiliza, sisi tunafukuzia udogo, pesa zikipatikana zitakuja kwa bi mkubwa wako, jikatae. hey, amh naona wanyama wakali na vita ni kubwa sana, utapita bila kizuizi, nenda. Hello guys, naitwa Bonifasi Nikolausi hilo ni jina langu halisi, ila kwa jina la usanii naitwa Bontown Mzigu. Nimeshiriki kwenye tamthilia Njia Panda, nimecheza kama muuni fulani vile. Eh, kundi letu au genge letu linaitwa Nyuki Gang. Ndo hivyo tunafanya matukio ya kutishatisha sana, lakini sio uhalisia wetu. Mambo mazuri yanazidi kuingia mjini, msiache kutufuatilia nyie, kama wadau wetu, mashabiki zetu ila cha msingi tunaomba sapoti zenu sana, ili sisi kufika pale tunapopahitaji nyenye mashabiki. Ila sasa usisahau kubonyeza alama ya kengele, kwa maana yake kusabskraibu, kisha wochi. Ukimaliza kuochi, tia laiki yako, shuka chini, dondoka kwenye komenti, utakuwa umetisha sana. Asanteni.